Tundu Lissu ametoa tamko akiwa gerezani baada ya kuambiwa wanachama wanahama Chadema. Taarifa hii inasema mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Lissu ametoa ujumbe wa moja kwa moja kutoka gerezani Ukonga, jijini Dar es Salaam, ambapo anashikiriwa kwa tuhuma za uhaini. Katika ujumbe wake uliosambazwa na David Jumbe kupitia mtandao wa Mei 11 mwaka 2025, Lisu amewasalimu wanachama wa chama chake na kuwataka kuendeleza mapambano ya no reforms, no election, akisisitiza haja ya mageuzi ya uchaguzi na katiba mpya kabla uchaguzi wa Oktoba 2025. Lisu ambaye alisema atawasili mbele ya safari hivi karibuni, pia aliwatakia heri wale wanaoondoka kwenye chama, akisema wakapambanie wanachoamini. Hii inakuja baada ya ripoti za maafisa wa zamani wa Chadema maarufu kama G55 kujiondoa na, na kusababisha uvumi kuhusu mustakabali wa chama hicho. Kundi la G55 limeanza kuondoka kwenye chama moja baada ya mwingine huku wengi wao wakisema chama chao kimepoteza mwelekeo wa kisiasa. Mtawanyiko huu ulianza baada ya Lissu kuibuka mshindi na kushikilia kiti cha chama hicho kutoka kwa mtangulizi wake Freeman Aikaeli Mbowe. Kando na migogoro chamani, Lissu anaendelea kukabiliwa na changamoto za kisheria huku wafuasi wake wakiahidi kuimarisha harakati za kupigania haki, Lissu bado ana matumaini ya ushindi. Hii ni taarifa kutoka katika mtandao wa X ukisema kwamba Tundu Lissu ana ametoa tamko kuwatakia heri wale wote wanaokiama chama hicho na kwenda huko wanakoelekea, huku akisema kwamba anawatakia kila la heri ili wakapiganie kile wanachokiamini.